Sakina unapiga teke fuko la hela ujue. Mimi nitakupa bata zote unazozitaka mtoto. Taurus. Lakini naomba uwende mpigie umwombe msamaha. Sio maneno ya kumwambia yale. Kambali na Linda. Endapo ukijaribu kuingilia mahusiano yangu na Linda, nitakuwa. Naomba ushuke. Naomba ushuke. Nini, Kenzo, nimuongee Kiswahili. Na sasa shuka. Shuka. Lulu, unanifanyia visa, unajua sikuelewi. Okay. Mimi na wewe mzaki visa ni nani? Anayemfanyia. No, sikuelewi hizi drama mbona zinakuwa too much? Okay, sawa nakubali drama ni too much. Mimi na yeye tumekubaliana nini? Kenzo, nimekubaliana na yeye nini? Nimekupa dili Kenzo, ili tuende tukachukue pesa pale. Wewe umeenda umepeka mapenzi. unaona mimi boya? unaona mimi Boya? nimepeka mapenzi kivipi? mbona kila siku drama? Sikuelewi. Nini? Sikiliza. Lazima uone drama kwa sababu tayari umeshazama. Lazima uone nakuletea drama, lakini mimi sijakwambia pale pa kata sherukani pale. Sijakwambia ulete mambo ya Kihindi. Nimekwambia tuende tukachukue pesa. keni wa wanawake wewe. Mimi nimetembea na Linda lini, saa ngapi? nani alikwambia hivyo? Yeye Linda ameniambia umetembea naye kwa hiyo Linda kudanganya akusingizie wewe ili iweje? kwa mfano... yule ni rafiki wewe. Sijatembea... we. Kwanza sina wivu na wewe. Basi <laughs> sijatembea naye. Wewe Kenzo, umetembea na Linda. Sijatembea naye. Kenzo, nakuita mara tatu Kenzo, Kenzo, Kenzo, umetembea na Linda. Kata. Look at me, niangalia usoni. Niambie, hujatembea na Linda

Wewe, nini shida? Yani Karen nimechanganyikiwa. Anajua kuchanganyikiwa hapa? Umechanganyikiwa na nini? Karen, mchumba wangu, nina siku ya tatu nampigia, sim simpati hewani kabisa, namtumia meseji hajibu. Eh, pole Umejaribu labda kutafuta namna nyingine ya kumpata hata kwa rafiki zake waliopo huku Tanzania? hmm. Simjui ndugu yake, simjui jamaa yake, wala rafiki yake. Ninamjua yeye ila, ameniambia kwamba akitoka nje anakuja kunitambulisha kwa kila mtu. Hey, you Yani wewe mtu hujui um, ndugu yake wa rafiki yake alafu upo kwenye mahusiano naye, kweli akipata tatizo upo naye naye unafanyaje? Unajua kitu kimoja. Sawa, nilikutana naye kwenye mtandao. Lakini aliniambia kwamba akija huku, process zote tutafanya, hakuna kilichoharibika, ata atanipeleka kwa marafiki zake, atanipeleka kwanza nyumbani kwao kanitambulishe ndugu zake na watu wake wote wa karibu. Yani leo Doris unani surprise tu. Yaani mtu unakutana naye kwenye mitandao ya kijamii unaanza kuwasiliana naye kwenye mitandao ya kijamii mpaka mnakuwa kwenye mahusiano kwenye mitandao ya kijamii uko serious kweli na hichi kitu? Yeah, huwa tunaongea na video call vizuri tu. Yaani kuongea na mtu kwenye video call si sawa na kumwona tu eti. Alafu kumbuka Karen, mapenzi huwa hayachagui sehemu. Ya kwanza, lakini sio kwenye mitandao ya kijamii. Basi, usifanye hivyo, usihuzunike. Najua na, naumia na nini mm. Yani kuto kumpata naumia sana kwa sababu nimepanga naye mambo mengi sana, alafu nashangaa tu mtu aeleweki hivi kweli kweli, nauma lakini, usijali tutatafuta njia ya kumpata. Hakuna kitu ambacho hakina solution, kwa hiyo Karin yuko hapa kwa ajili yako. Furahi, relax. unakunywa nini? Ah. Hmm. Nilikuwa naomba wine. Tena unijazie glass. Oh yeah. Ndio wine, lakini umkongo sina wine. Mm. Unakosaje? Lakini siwezi kukosa namna ya kuipata wine. Kuna mtu mmoja nimpigie simu atulete sasa hivi. Wewe oh, unasema glass mm -hmm. Anaita chupa nzuri. Good idea bwana. <laughs> <Good> <laughs> Yani yeah. Najua nikijaga kwako takipatupuan yani, lazima ni mwambia afanye haraka basi. Hivi Lulu na Kenzo wamefahamiana kupitia wewe au walifahamiana kabla? Lulu, uh, Lulu na Lulu na Kenzo ni kama kama mtu na kaka yake, yaani niseme, yani family friends, ila nijua kama wanafahamiana baada ya mimi tayari kujuana na Kenzo na kuwa na ukaribu naye. Kwa nini, kwa nini umeniuliza hivyo? Eh, hey, nimekuuliza kwa sababu tangu Kenzo anze kuja hapa kumhudumia mgonjwa ndio. Hmm, nimeanza kumwona Lulu akija hapa mara kwa mara. Sasa kama hutamfukuza Lulu, mimi nitamtimua Kenzo asikanyage humu ndani. Bibi, usifanye hivyo. Wewe tu, mimi sasa hivi nitaanza taratibu taratibu naanza kutengana naye. Unasikia mambo yangu? Ndio, nishakwambia simtaki kumuona Lulu humu ndani, labda tu niambie kuwa sasa hivi tabia yake, bibi, na yako zinafanana. Bibi, kit cha msingi tu mimi nitaanza kuwa naye bali taratibu taratibu, alafu alafu, kwanza, bibi, mimi hata sio rafiki yangu. Sitaki kusikia mambo yako haya hapa. Nadhani nitakuwa sijachelewa sana yaani shemeji yangu, ijachelewa. Lakini pia samahani kwa kukatisha ratiba ratiba zako. Habari za muda mzigo. Sijui mtajali kama nitaungana na nyinyi kupata glasi mbili tatu eh, eh. Hi, hivi vinywaji ni kwa ajili yako, kwa hiyo ndo unaweza ukatoa luxa, aendelee kubaki au aondoke. <laughs> <Asante. Asante, laughs>

ya mani, ni <laughs> okay. Hey. Yeah, mimi mpaka nyumbe ruksa kweli, sababu anaweza akarudi afu akanikutanipo kwenye hali ya tofauti atachukia. Ah, kunywa tu hata glasi mbili tatu mpaka uombe ruhusa kwa mimi wako. Yaani, usisahau, sisi ni mwili huu, yes, kwa shemeji yako. Asante, shemeji. Mm-hmm. Doris mama. Mm-hmm. Na kuja. Hawa. Naomba niwe mhudumu wako kwa muda

ko mpaka nikae chini ndio tunaweza tukaongea hapo. Huwezi kuongea au mdomo wako ufunguki? Ah, nimeshaka. Unajua we ni mtu ambaye unajuana na watu wengi sana hapa mjini, una connection, una watu unafahamiana nao, marafiki Naomba msaide baba yangu. Siwezi. <sighs> Kwa nini? Kwanini sio ndugu yangu mimi? Mimi na undugu na babako? Yule ni ndugu yako wewe, kwa hiyo matatizo yako wewe na baba yako mje mniletee mimi kwa ndugu upi? Nakuelewa vizuri unachosema ndugu yako wala akuhusu lakini yule ni baba yangu, mimi mzazi na mimi kwa kweli kama familia, kwa nini usimsaidie mimi na ni familia toka lini mara ngapi mimi nakwambia kabisa tuunganisha familia wewe utaki mara ngapi nakwambia hivyo leo ndoa mimi ni familia yako unanifosi kwa sababu una matatizo wewe si unamwona gawa maana yule kireni wewe kwa nini matatizo yako usimpeleke kireni kama mambo mnaenjoy na kila siku mfate kieleni, ndo maana yaweza akakaa kakusaidia, sio mimi. Kama unataka unanijua mimi hmm, ni ndugu yako, tuunganishe undugu. Kwani bakoli wewe, mpaka umefika umri huu hapo ulio nao, umekutana na wanawake kwa aina ngapi? Hiyo inakuhusu nini? Hiyo inakuhusu nini? Mi kukutana na wanawake wangapi na nini, wewe haikusaidii. Ndo tatizo lako, nakuambia kwamba wewe bado kichwa chako ni kidogo. Angalia jinsi ambayo unaweza ukatengeneza, mimi nikusaidie. Umezungumza neno la maana hapa la kuunganisha undugu, sasa hivi unaniambia mimi nikutana na wanawake wangapi ya nini? Hapa hivi una akili kweli wewe? Unaweza kama mchele mmoja, lakini mapishi ni tofauti, okay. Wewe ujui hilo kama unamwona yule macheni ni wa maana, nenda kwa yule Vicheni, cheni vyake unabebeka na vicheni Kuh. Kumbe kuna kitu umekosea. Basi <laughs> unaendelea kujidai eh. Jamani shem, mbona kimwili upo na sisi kiroho upo na sisi. Enjoy. Haya ni maisha mafupi. Wewe. Auishi mara Saudia, sikiza nikwambie, katika maisha nabidi uwe na yaani watu wa kuchangamka nao. Sio, naelewa. Kama mama tunapiga stori, tunachangamka. Wewe umekaa tu kaa bunti. Usiwe upo tu. Kisiki siki siki. Atuelewi ndugu yangu. Shida nini? Unajua, shida na msumba ninajua sai kufungua, yaani unakosa point ndogo ndogo tu, unaweza ukajiona kama ni mtu ambaye huna bahati, umekujishughulishi mwanamke anahitaji kea kama hivo kufunguliwa, kama umeshasongea mpaka <laughs> kombe, unajua nini kae kiacho msumba akijua. Sikiza, mpambie, unajua mimi sio kwamba sikupendi, hmm. Yani, shida huu moyo huu ungekuwa unautoa alafu unaanza kuupekua hivi unafuta vitu vyote ingekuwa vizuri, lakini <coughs> <coughs> <coughs> sasa shida iliyopo, <coughs> <coughs> mimi napenda mtu mwingine kabisa, yani yupo huko, mm -hmm. Afu sasa wewe yani laii sasa, unajua so, vizuri kusema ukweli, unajua laiti, mm. kama okay, ungelikuwa na wanadamu tumepewa uwezo wa kuona vilivyo kwemo ndani ya mioyo yetu mm, labda siku moja ungegundua jinsi gani moyo wangu unavyosononeka asubuhi mchana, kwa sababu yako. Mimi ninachotaka kwako ni nafasi tu. mm. nini wewe? Mm. Nini mm. unakula nini ha, ha, ha, guna ya kwangu. <laughs> Nimekumbuka tu una vitu ambavyo sijamaliza, aliniambia Albert nimfanyie, kwa hiyo Nikiendelea kukaa hapa akirudi sijamaliza hata nuna. Shemeji umeanza. Sio <tis> wanawe ninavunona kwa vitendo. Yaani unashangaa tu mwenzako. Kageukia huko. Baba, geuka. Aski. Uh, okay, shemeji, lakini tutatoka hapa kidogo. Okay, sawa. Sawa. Sina shida. Wewe sima. Mm. Fimbo ya mbali ya yule sijui kenge, sijui nini. Wewe kwenda zako.

Yes. Mbona unakimbia? What is it? Nini? Grace amenita. Atakuwa amemkamata nini tukana? ni sijajua bado. Mm -hmm. Nikiwa nawe naenjoi sana sana, nisio e Mungu, lakini ukiniambia tukutane sehemu, yani kuja mwanangu, unakuwa mzito sana. Sijui kwa nini hili tu suala. Kuwa wewe tukikutana unaenjoi, najisikia faraja sana na kama ungelikuwa hauinjoi tukikutana basi kwangu ingekuwa ni pigo moja kubwa sana, lakini mm, sidhani kama huu mwenendo ambao tunakwenda sisi ni mzuri. Tunaendaje? Ni kwamba mapenzi yetu yanaanzia kitandani yanaishia kitandani, of which sio jambo zuri kwetu, basi tuachane. No, no, no, no. Sikuwa na maana hii mpenzi, yaani hapa tuwe tu wa kweli. Huwa unafurahia kila inapofikia wakati kama huu, na mimi nakuwa nafurahia muda wote tunapokuwa pamoja, basi walau at least ungeniambia kwamba jambo gani natakiwa kulifanya ili na wewe huwa unafurahia muda wote kuliko hivi tunavyoendelea kuishi Doris. <laughs> Nisikize, usinikuambie kila kitu kitakuwa sawa, kila kitu kitaenda kama vile tulivyopanga, sawa uh -huh. Lakini swala la kunipigia simu tukutane itakuwa ngumu, ila mi nitakuwa nakuja mara kwa mara kwa Karen. Kwa ikitokea tumekutana pale itakuwa vizuri tusipokutana basi, lakini kunipigia simu sijui nije, sema sitakuja, alafu sitajisikia vizuri. nimekuelewa. Oh, Ah, yani unajua nimeona simu yako nikatamani nipae, kwanza kweli nifike mapema. Vipi, kuna mpya yote? Ah, tumefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Jana tumefanikiwa kumkamata mtu alikuwa anasumbua sana mke wako. Seriously? Eh, yeah, tumekamata, na by the way kwa mimi jana amelala mahabusu mpaka leo asubuhi. Safi sana safi sana, na nimewaagiza polisi tangu asubuhi, niliwaagiza polisi kwamba wamlete hapa nataka wakati na muhoji wewe uwepo pembeni vizuri, ili kurahisisha ili jambo haraka sana, tumpeleke mahakamani kwa sababu mambo kama haya tukialea. Yuko wapi sasa? Nakwambia yupo hapa, nilikuwa nakusubiri wewe tu, na yeye ndo alikuwa ananiweka. Nataka kesi ikiwezekana kishukupa mahakamani.